Iende moja kwa moja kwenye ajenda za msingi ambazo zimefanya tukutane asubuhi ya leo hapa makao makuu. Nafahamu kila mmoja wetu kwenye jamii yetu ya football anajua sasa hivi ligi yetu imesimama na tunakwenda kushuhudia michuano ya Afcon ikianza kule Morocco, kwa kuwa timu yetu ya taifa ya Tanzania imequalify kwenda Afcon na ligi yetu imesimama hivi, Wanayanga, wanachama na mashabiki wetu wako na shauku ya kutaka kujua hali inavyoendelea kwenye timu yao kipindi hiki cha mwezi wa kumi na mbili. Wana hamu ya kujua wachezaji ambao ni majeruhi wanaendeleaje. Mechi ya mwisho pale Dodoma, dhidi ya Coast, kuna baadhi ya wachezaji hawakuonekana si tu kwenye pitch hata majukwaani hawakuonekana. Mashabiki wa Young Africans wana hamu ya kupata taarifa yao, wako wapi hawa wachezaji, nini kinaendelea? Kwa hiyo specific, eneo la kwanza tutajikita kwenye kutoa taarifa ya klabu yetu, tukianza na senior team kwenye kipindi hiki cha mwezi wa kumi na mbili ambacho ni mapumziko kupisha michuano ya Afcon baada ya mchezo dhidi ya Coast Union na hapa kabla sijadumbukia kwenye ratiba nitoe pongezi zangu za dhati sana kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walioingia uwanja wa Jamhuri siku ya mchezo dhidi ya Coast na kuisupport timu yao ile, ile, ile, ile vibe ambayo tuliipata pale siku ile ni vibe ya kipekee sana funga goli dakika za mwishoni mwishoni hivi lakini hamasa ambayo mashabiki walikuwa wanaitoa walikuwa wanaonyesha wachezaji kwamba tunaamini, eh, tunaamini hata ingebakia dakika moja, tunaamini tuna nafasi ya kupata goli na tukawa kwenye nafasi ya kuondoka na pointi tatu. Kwa hiyo niwapongeze sana, uh, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, aidha ambao walikuwa Dodoma, waliosafiri kutoka mikoa mbalimbali mbali, wamefanya kazi kubwa na Mwenyezi Mungu ametulipa zawadi ya ushindi wa pointi tatu. Tunakwenda kwenye mapumziko tukiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na nimeona nianze na kutoa hii pongezi. Baada ya mchezo ule, uh, technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe saba uh, mpaka siku ya tarehe kumi na tano ya mwezi wa kumi na mbili kutoka tarehe saba ambako mechi ilimalizika kwa hiyo tarehe nane mpaka tarehe kumi na tano wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano ya AFCON, wachezaji wa Young African Sports Club wamepoa mapumziko kutoka siku ya tarehe nane baada tu mchezo kuisha tarehe saba mpaka tarehe kumi na tano. Tarehe kumi na tano ikifika wanatakiwa waripoti mazoezini na wakiripoti mazoezini, programu iko vipi? Kiripoti tarehe kumi na tano watafanya mazoezi mpaka tarehe ishirini Wakifanya mpaka tarehe ishirini patakuwa pana break nyingine kutoka tarehe ishirini na moja mpaka tarehe ishirini na nane Break hii ya kwanza ni break kwa sababu tumetoka kwenye mchaka mchaka wa mechi ambazo zimefuatana kwao, tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika Tarehe kumi na tano wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe ishirini itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi, alafu tarehe ishirini na moja tutawaruhusu mpaka tarehe ishirini na nane. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu uh, za krismas zimeingia hapo kwao. Tunatoa nafasi kwa, na kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao washerehekee pamoja sikukuu za krismas. Tarehe ishirini na tisa wachezaji hawa watakiwa waripoti tena kambini kwa muda wa kula batan tarehe ishirini na moja mpaka tarehe ishirini na nane. Tarehe ishirini na tisa wanatakiwa waripoti tena kambini. Wakiripoti kambini tarehe ishirini na tisa, ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza ratiba ya bodi ya ligi nini kitatokea lakini tunajua na tuna uhakika mwezi wa kwanza Young Africans takuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli na mechi itafanyika tarehe 23. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa pakawa na michezo ya ligi, hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi. Lakini wakiripota tarehe ishirini na tisa, maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa. Hiyo ni programu yetu ya senior team. Timu timu yetu ya wanawake ligi ya wanawake inaendelea, ligi ya wanawake inaendelea na tarehe kumi na mbili maana yake ni kesho kutwa tu siku ya Ijumaa inshallah. Watakuwa na mchezo dhidi ya timu inaitwa Tausi na mechi hii itafanyika pale KMC Complex muda tutakuja kuwajuza baada ya kupata mwongozo mzuri kutoka TFF, lakini siku ya Ijumaa inshallah timu yetu ya wanawake Yanga Princess itakuwa na mchezo wa ligi kuu ya wanawake dhidi ya Tausi. Wakati ligi ya wanawake ikiendelea, ligi ya vijana chini ya miaka ishirini pia na yenyewe inaendelea na tarehe kumi na saba watakuwa na mchezo Ukiangalia vizuri mwezi wa kumi na mbili senior team watakuwa na vipindi viwili vya mapumziko, lakini wana vikipindi hapo cha kufanya mazoezi, lakini timu yetu ya wanawake yenyewe haina off kwa sababu ligi yao inaendelea, na timu yetu ya vijana chini ya miaka 20 ligi yao pia inaendelea, kwa na wao hawana off. Break pekee waliopewa ni senior team. Kwa hiyo ndio program nzima ya timu zetu tatu katika kipindi cha mwezi wa kumi na mbili. Uh, tuna wachezaji ambao walipata majeraha na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kwenye mechi dhidi ya Coastal Union kutoka kwenye idara yetu ya madaktari. Uh, nianze kwa kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye, kwenye kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical, kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kwa hiyo, hii ni habari nzuri, mchezaji anapotoka kwenye operation kubwa kama ya yao anakuwa na kipindi cha rehabu, alafu anakuwa na kipindi hiko ambacho kinahusisha pia madaktari kumwangalia. Uh, alafu baada ya hapo sasa, kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pichi. Kwa hiyo habari njema kwa Kwasi ya Tola Yao, ameshaondoka kwenye idara yetu ya medical, amekwenda sasa kwenye fitness chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Januari mwishoni au Februari mwanzoni, idara yetu ya madaktari wanaamini Kwasi Atola Yao atakuwa ameshamaliza medical, ameshamaliza fitness, na mwalimu anaweza kumjoin sasa kwenye program za timu mazoezi ya pamoja. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize, ameshafanyiwa operation yake, taarifa tumeshaitoa, watu wanataka kujua mwendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa ya yupo kwenye hiyo uh, rehab process na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi uh, mepesi, mazoezi mepesi, sio ya fitness mazoezi pepesi kutokana na jeraha lake, kujaribu kukunjua ule mguu goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko, bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumuona Mzize, umepata picha, yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yuko chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndio anamsimamia kwa sasa hivi chance za kurudi mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari mzize anaweza kurudi pia eh, Januari mwishoni au eli Februari, Januari mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa pili, Clement mzize anaweza kurudi uwanjani. Mchezaji mwingine ambaye nimeona ameandikwa sana hapa siku mbili hizi ni Mudathi, ambaye amekosekana kwenye mechi mbili za mwisho za ligi ambazo Yanga amecheza na mmeona taarifa mudathiri ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Morocco kwa ajili ya Afcon. Mudathiri amepata shida ya goti, na yeye bahati nzuri shida yake sio shida ya kufanyiwa operation, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Shida yake sio shida meandika ya kufanyiwa operation. Nimeona mahala watu wameandika, mudathiri anakwenda kufanyiwa operation. Sio kweli. Mudathiri shida yake sio ya kwenda kufanyiwa operation. Ziko uh, namna mbalimbali mbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea nayo, na Mudathiri madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, panapo ya majaliwa Mwenyezi Mungu, atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Kwani matibabu anaendelea nayo uh, chini ya idara yetu ya madaktari, lakini sio operation. Kuna rehab process kidogo anaendelea nazo, tukiamini na wao wakiamini kisayansi, mwanzoni mwa mwezi Januari chuma kitakuwa kimerejea vizuri. Hatukumwona mchezaji Israel Patrick kuenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union ni regular starter, anapokosekana kwenye timu lazima kuwe kuna, kuna maswali. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida, alipata malaria lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah. Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, naye alipata tuhoma kawaida, uh, pamoja na Azizi Andamwile. Hawa watatu walipata maradhi ya kawaida na hivi tunavyozungumza na nyie hali zao zimeimarika vizuri na tunaamini siku ya tarehe kumi na tano inshaallah watarejea kuanza mazoezi ya pamoja na wenzao uh, kambini kwetu. Hiyo ni taarifa ya majeruhi ambao tuko nao sasa hivi kutoka kwa idara ya madaktari, na tunaamini wanachama na mashabiki wa klabu yetu watakuwa wametosheka na wameshiba hii taarifa ya madaktari juu ya wachezaji ambao hawajaonekana kwa muda kidogo. Players wengine ambao hamjawaona kwa mfano uh, Dennis Nkane uh, Farid Musa Malik uh, hawa hawajaonekana kiwanjani kwa sababu za kiufundi. Sio kwa sababu za majeraha; ni sababu za kiufundi. Shua boy pia alikuwa hajaonekana muda mrefu, lakini juzi mlimuona uh, Dodoma. Kwa hiyo kuna Tactical reason, ambazo mwalimu anaamua mechi hii niende na fulani, mechi hii niende na fulani. Kwa hiyo hawa wengine ambao sijawataja hapa na hamjawaona, hawa hawajaonekana kwenye michezo yetu kwa sababu za kiufundi, lakini sio majeraha. La mwisho kwa upande wangu ni mambo makubwa mawili. La kwanza ni programu yetu ya Yanga ya Soccer School inaendelea, nitumie fursa hii kuwaomba na kuwakumbusha wazazi na walezi kuwaleta watoto wao kipindi hiki cha likizo hapa kuja kujiunga na Yanga Soka School. Training zinaendelea tunawakaribisha wazazi mje hata muone kabla hata hujalipa hela yako njoo pale e, viwanja vya Muhimbili vile njoo pale angalau ushuhudie programu nzima ya watoto ilivyo na inavyofanyika jumatatu Jumatano, Alhamisi na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamisi na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamisi ni saa kumi mpaka saa kumi na mbili jioni. Jumamosi ni saa tatu mpaka saa tano asubuhi. Kipindi hiki cha likizo, mtengeneze mwanao aishi ndoto zake za kupenda mpira. Mtoe karibu na remote hapo nyumbani, mtoe mwanao karibu hapo na magemu gemu hapo mtoe karibu mwanao na vikundi ambavyo vitampotezea maadili yake, mlete Yanga Soka School na ninakuhakikishia, wazazi ambao wameshajiunga sasa hivi wamekuwa mabalozi wazuri wa kuwaambia wazazi wengine namna ambavyo watoto wao wana enjoy programu za Yanga Soka School. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba uh, wazazi na walezi, programu hii inaendelea, njooni makao makuu vijana hawa waweze kupata nafasi ya kujifunza mpira. Lingine ni kuhusu uh, taarifa kutoka idara yetu ya wanachama. Uh, sisi Yanga wala kukaa mwezi mzima hivi, mwezi mzima yani, mwezi mzima hatuna jambo hatuwezi, kwanza miili itauma. Yani mwezi mzima tukae tu yani, matawi yetu wanachama wetu wamekaa tu? Hapana, miili itauma. Kwa hiyo taarifa kutoka idara ya wanachama chini ya kaka yangu Ibrahim Samuel, mwezi huu wa kumi na mbili, idara ya wanachama ikishirikiana na idara ya habari tutakuwa tunatembelea matawi yetu ya hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani. Lakini tunapowatembelea, tutakuwa tunatengeneza mechi za kuchezwa tawi na tawi. Mshindi tutakuja na zawadi sisi e. Kwa hiyo kwenye levu ya matawi huko E, tutakutana hapa chini ya mratibu wetu Shabani Mgonjwa wa hapa Dar es uh, Salaam na Pwani kuandaa hizi. Kwa hiyo andaeni timu, siku tatangaza hapa uh, tawi la Tandale mnaumaa na tawi labda la Mzinga Kongowe, tutawaambia tunakwenda kucheza wapi, tunakutana. Lengo ni kutengeneza ukaribu zaidi, kuhamasishana wanachama kujiunga na kuwa pamoja kwenye shughuli zetu, kwa hiyo matawi tujiandae, tutakuwa tunatoa program hizi na tutakuwa tunawatembelea kwa ajili ya hizi mechi za hapa na pale. Lengo ni kujenga ukaribu kama nilivyosema, na tujadiliane kuhusu maandalizi ya Al Ahly. Hiki kipengele muhimu sana ndugu zangu, ni wana Yanga, kipengele muhimu sana na hii tunaofanya kutembelea matawi, hii tunacheza mechi It's not for fun. moja ya ajenda ambayo tunakuja nayo ni kuweka sasa mipango yetu vizuri kuelekea mechi ya Ahly. Hiyo mechi ni mechi dume na ni mechi mbili home and away. Tunaanza kwao, wanakuja kwetu <clears throat> kwa experience ya Champions League, hizi mechi za tatu na nne zinaweza kukupa picha kama unakwenda au unabaki. Experience ambayo niko nayo kwenye Champions League. Kwa hiyo ikitokea tumetangaza kwamba tutakuwa tupo labda Kongoe, tuko Sinza tuko Mbande, tuko sijui Mbezi, mjue tunakuja kukutana, tutazungumza, tutacheza mechi zetu hizo, lakini msingi wa hayo ni kuanza maandalizi mazito kuelekea mechi mbili za Al Ahly. sisi, sisi Yanga hatuja qualify bado, na asitokee mtu akatudanganya hatuja qualify. Bado. Bado, hatuja qualify. Pointi nne, bado bado bado bado bado kabisa hatuja qualify bado na tupo katika kundi gumu, kundi gumu kwelikweli, ambalo lolote linaweza kutokea wakati wowote. Yaani unaweza ukasikia tu nimepigwa la mgambo tayari, wewe ndo upo, upo chini unashika mkia. Kundi letu halitabiriki. Sisi tumekwenda pale Algeria, tumepata suluhu na JS Kabili. Mechi iliyofuatia ligi, JS Kabili kamshona mtu goli saba, zile hasira mliona kama mpinzani hivi mpesi mwepesi, zile hasira kwa... Kabili mechi iliyofuatia ya ligi kamshona mtu goli saba. Mimi nilikuwa nafuatilia, half time goli tano, kazima laptop eh, tusitishane hapa, kazima laptop mapema, chuma saba. Tupo katika kundi gumu, kundi zito, kwa hiyo pointi nne hizi zisidanganye tukarelax, tusirelax, bado tuna kazi ya kufanya ili tuweze kwenda hatua ya robo finali na hiyo kazi ya kuifanya sio Pakome sio Dube peke yake, ni kazi ya kufanywa na wanayanga wote, kwenye levu ya matawi, levu ya wanachama, levu ya viongozi. Ni lazima tuanze maandalizi, tujue tunapita njia zipi, tunapita chocho lipi, tuweze kuvuna kitu kwa alali. Yani, tukivuna kitu kwa alali hizo mechi mbili, naamini kabisa panapo majaliwa Mwenyezi Mungu itakuwa sisi tumeshakuwa kwenye sehemu nzuri aidha ya kwenda au tumeshakwenda kabisa robo finali. Ni hizo mechi mbili tu za Ahli. Sasa hivi tunavyowaza sisi hivi ndivyo hivyo, Ahli naye anawaza hivyo hivyo kwamba hizi mbili na Yanga hizi mimi nichukue pointi zangu nikae kileleni, nifuzu, mechi za mwisho nicheze bila pressure. Ndivyo iko hivyo hivyo kwa ni mechi ambazo zimekaa kimtego. Wale Farabat na Jessica Blee na wao hivyo hivyo wana mechi zao mbili lakini, masikio yao macho yao ni mechi ya Yanga na kitakachopatikana kwenye hizi mechi mbili, yani hizi pointi sita, kama atavuna mmoja zote, mmoja atavuna nne, tutagawana tatu tatu, ndio itawapa taswira Farabat na Jesi kabili nini wakifanye kwenye mechi zao nyingine mbili za mwisho. Kwa hiyo, si very tricky bado, tunamshukuru Mwenyezi Mungu yes, lazima tujipongeze na tushukuru kidogo ambao tumekipata, lakini bado, bado. Target yetu ni twende hatua ya robo fainali. Robo fainali hauendi kwa kushinda mechi moja na sare mechi mbili za kwanza. Imetoa mfano sehemu last season tulikuwa na pointi nane sisi, yani maana yake tulioga na mjini hatukwenda simu iliyopita. Pointi nane tulioga vizuri kabisa na kisha tukwenda mjini. Ukifanya ukifanya research utagundua kwamba tulianza vibaya mechi mbili za kwanza, tulifungwa na Al Hilal hapo, tukafungwa na MC Alger, tukaanza tuka vibaya, pengine tukashindwa qualify. Kila mtu ana nadharia yake. Mwingine anasema tungempiga Al Hilal hapa nyumbani, tusingekuwa na ulazima wa kusubiri mechi ya mwisho dhidi ya MC Alger. Mwingine anasema ile mechi ya mwisho ile ile ya nyumbani tungeweza kufuzu, lakini okay, ndo ndo ndo ndo hesabu za ninge ninge hizo. Hivi tumeanza vizuri alhamdulillah, tuna point 4 Sasa isiwe tena mkosi, tunaanza vizuri tumaliza vibaya. Mungu atuongoze tuanze vizuri, inshallah, na tumalize vizuri. Tumeshaanza vizuri tukamalize vizuri, Champions League. Kwa hiyo hii mikutano ambayo tutaifanya na viongozi wetu wa matawi tutakapokuja kwenye ground kucheza mechi zetu hizo, kuchangamshana, tunakuja kuonyeshana chocho njia za kupita elekea mechi ya Al Ahli hizo mechi mbili. Kwa hiyo kwa upande wangu haya ndio ambayo nimewaandalia